Mwanamuziki mashuhuri wa injili kutoka jamii ya Kikuyu nchini Kenya, Betty Bayo, ambaye jina lake halisi ni Beatrice Wairimu Mbugua, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 42. Betty alijulikana sana kwa wimbo wake maarufu wa injili 11th Hour, uliomtambulisha nchini Kenya mwaka 2013. Wimbo huo uliwagusa Wakenya wengi kwa ujumbe wake wa matumaini na imani na ukamweka Betty katika nafasi ya juu kwenye tasnia ya muziki wa injili nchini. Taarifa zaidi kuhusu chanzo cha kifo na mipango ya mazishi zinatarajiwa kutolewa na familia yake hivi karibuni.